Ndiyo. Kwa majina anaitwa Godfrey Makatumbula. Eh, ni mzao wa kijiji cha Rondo. Kwa mimi ni msimamizi wa ligi ya Maiko Super League ambayo inafanyika katika uwanja wa Rondo. Ya ligi imeanza lini? Inashirikisha timu ngapi na mpaka hivi sasa mpo kwenye hatua gani? Ligi imeanza tarehe 11 mwezi wa kwanza 2026, no na mpaka sasa timu ziko timu 12 kila kundi, kuna kundi A na kundi B na kila kundi lina timu sita, na tunatarajia hii ligi itaenda mpaka mwezi wa tatu. Na kwenye kila kundi ni mzunguko, kila mmoja lazima akutana na mwenzake, ama ipoje, kwa katika kutinga hatua labda ya robo fainali, ndiyo kila kundi lazima kila mmoja akutane na mwenzie. Pia baada ya hapo kundi moja litatoa timu nne kuelekea robo fainali, kundi A litatoa timu nne na kundi B litatoa timu nne kuelekea robo fainali. Ah, mwitikio umeonaje? E, umekuaje toka mmeanza hiyo tarehe 11 mpaka hivi sasa a, mwitikio wa mashabiki, lakini pia mwitikio wa timu kwa ujumla <coughs> mwitikio ni mzuri kwa sababu ukiangalia katika kata yetu ya Sanga timu zimeingia karibia timu saba, halafu hizo timu nyingine zimetoka nje ya kata ya Sanga, toka Iganduka, toka Ichenjezia, toka kata ya ya Hasanga ndio, toka kata ya Asanga kwao, mwitikio ni mzuri vilevile, mashabiki ni wengi, wanaipenda ligi yetu. Mtazamaji atapenda kufahamu mshindi anapata zawadi gani? E, labda kuna mshindi wa kwanza, wa pili hadi wa tatu, lakini pia vipi kuhusiana na zile zawadi za uh, mtu binafsi, top scorer, mchezaji bora, kipa bora, eh, kiungo bora e, mtu watu wanapenda kufahamu zawadi zipoje kwenye hii ligi ya Michael? Sawa, katika ligi ya Michael zawadi mshindi wa kwanza ni shilingi laki tatu, mshindi wa pili ni shilingi laki mbili na nusu mshindi wa tatu ni shilingi laki na nusu mshindi wa nne ni shilingi laki moja e, mfungaji bora shilingi elfu kumi na tano wilikipa bora shilingi elfu kumi timu yenye nidhamu shilingi elfu kumi na tano Lengo la ligi ni lipi? Eh, fikiria nini, paka kuanzisha hii ligi ana lengo gani? Aa, lengo la ligi ya Maiko Super Cup ni kwamba ni kurudisha fadhila nyumbani, ndio lengo lake kuu ni kurudisha fadhila nyumbani ili watu waendelee kuburudika nyumbani. Imekuwa e, ni mara ya kwanza au nyuma huko imewahi kufanyika? Na kama ni mara ya kwanza, je, tutarajie kuona muendelezo? Ndio ligi hii kwa Maiko Super League, ni ligi ya kwanza, lakini anaahidi kwamba bado ataendelea kufanya ligi zingine. Ikishaisha hii, itakuja ligi kubwa zaidi ya hii hapa, ambayo itakuwa na zawadi kubwa zaidi, lakini pia na mashabiki wanaonaje ligi eh, wanatamani kitu gani kiendelee kufanyika nao? Pia watatueleza hali halisi ya mwendelezo wa ligi jinsi unavyoendelea. Eh, bana, hapa nimekutana na shabiki kwenye ligi ya Michael. Bana, watu wanapenda kufahamu, naitwa nani? Asante kwa majina, anaitwa Elastomotria, na napenda sana kunihoji swali hilo. Ligi imeletwa katika uwanja wa nyumbani, kwanza kwa hili unajisikiaje? k linajisikia furaha sana. Bosi wetu ameanzisha ligi hapa Maiko. Ligi ilikuwa e, inatofaudhii sana hapa. Tumepata sehemu ya kuongea safi, tumepata e, sehemu ya kuongelea nini. Toka ligi imeanza mpaka hivi sasa, binafsi umemwitikia, um, wa um, mashabiki wenzako umeuonaje? um, ni mkubwa ama uh, bado? Tangia ligi imeanza, kwa kweli, mashabiki wanamwagika hapa, mashabiki ni wengi, na ligi bado inaendelea. Kuna neno ina lipi la kumwambia mzamini no wa haya mashindano? Tunaomba aendelee kutu, kutu, na nyingine hapa, kama inawezekana maa uh, unafurahi sana okay, shukrani. Kwa jina anaitwa Stella Kaole na kaa karolema A, tunakuona unafanya biashara kwenye uwanja kwanza. Kwa hili unajisikiaje? Najisikia vizuri kwa sababu ametetea burudani, tunauza biashara nah. kama hakuna ligi biashara huwa ipoje? na hivi sasa wakati wa ligi biashara inaendaje? biashara kwa sasa inaenda vizuri, ambao tunauza miwa na miogo, tunakuwa tunafurahia Uh, mzamini wa hii ligi una neno lipi la kuweza kumwambia? Namshukuru na nampongeza, anasema hata ikiisha hii anaweza katuongezea nyingine ili e, muweze kuendelea biashara. Ili kuendelea na biashara, lakini mwitikio wa biashara kwa hivi sasa upoje? Po vizuri, po vizuri e. Asante. Ah,